Ndugu wadau, leo tunaadhimisha mafanikio ya miaka hamsini ya uanzishwaji wa mafunzo ya kitaasisi wa kiserikali wa usimamizi wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Mfumo huu umeleta mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini, na aidha tunasherekea pia miaka thelathini ya VETA, taasisi ambayo imekuwa na mchango mkubwa katika kuendeleza na kusimamia mafunzo ya ufundi stadi na kukuza ujuzi wa vijana wetu wa Tanzania. Maadhimisho haya yanatupa fursa ya kutafakari mafanikio tuliyoyapitia, changamoto zilizozipitia na zilizopo, na njia bora kuendelea mbele kwa kuhakikisha kuwa elimu na mafunzo ya ufundi stadi yanakuwa na ubora na kuwa jawabu la changamoto mbalimbali mbali, ikiwemo upatikanaji wa huduma, bidhaa, ajira na maendeleo ya kiuchumi. Kupitia sherehe hii miaka hamsini inatoa nafasi ya na kutathimini maendeleo ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi katika muktadha wa maendeleo ya taifa zima. Na hii inajumuisha mafanikio yaliyopatikana, mapungufu yaliyobainika, njia bora za kuboresha zaidi huduma hii muhimu. Serikali kwa upande wetu imefanya juhudi mbalimbali mbali, ili kukuza na kuboresha sekta ya elimu pamoja na mafundi stadi nchini. Miongoni mwa juhudi hizo ni pamoja na uanzishwaji wa vyuo vya ufundi stadi, kuanzisha programu za mafunzo ya ufundi kwa vijana wetu waliomaliza ngazi mbalimbali za elimu na kutoa mafunzo ya ujasiriamali kwa vijana. Lakini vile vile, serikali imeshirikiana na wadau wa maendeleo na sekta binafsi, ili kuongeza fursa za mafunzo ya ajira kwa vijana wengi zaidi. Na sekta hizi binafsi ni taasisi binafsi, lakini pia taasisi za kidini na maeneo mengineyo. Kipindi cha miaka 30, VETA imeanzisha vituo vingi vya mafunzo nchi nzima na kuwekeza katika vifaa vya kisasa vya kufundishia na kujifunzia. Kama ilivyozungumzwa na waliotangulia, VETA ina jumla vyuo 80 vinavyofanya kazi kwa sasa, ambapo 25 ni vya hadhi ya ngazi ya mkoa na 55 ni vya ngazi ya wilaya. Hii ni hatua kubwa ambayo imetuletea mafanikio, haipaswi kuacha bila kujipongeza. Tujipongeze Watanzania. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameongeza vyuo 65 ambavyo vitaendelea kujengwa katika mikoa na wilaya hapa nchini, na hivyo ujenzi wa vyuo hivi ukikamilika, VETA itakuwa na vyuo 145 katika ngazi ya mikoa na wilaya zote hapa nchini lakini vile vile katika vyuo 80 vilivyopo, vyuo 30 vilikamilishwa vyo vili vili, vili, vili katika kipindi cha serikali ya awamu ya sita. Tuna kila sababu ya kumpongeza rais wetu kwa kazi kubwa anayoifanya na anayowafanyia Watanzania na hasa vijana katika kufungua fursa za ujuzi mahiri kwenye sekta mbalimbali. Takwimu za shirika la kazi duniani zinaonyesha kuwa takriban asilimia 70 ya ajira zote duniani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 katika sekta isiyo rasmi imeajiri watu milioni 6,107,458 sawa ikiwa na, so, na asilimia 87.1, ambapo wengi wao wana elimu ya ufundi stadi kama ambavyo imeonyeshwa hapa. VETA sasa hivi inaenda kwenye kuimarisha zaidi mahusiano yake na wazalishaji na shughuli nyingine zote za viwanda ili kuweza kupata ujuzi kutoka kwa wale wanaotekeleza. Pamoja na kwamba ada ya kwenda VETA ni ndogo sana, bado tunakaribisha wafadhili kusaidia vijana wanaotafuta kwenda kusoma VETA. Rais wetu anafadhili yeye binafsi wanafunzi wanaenda kusoma pale Kagera, amechagua idadi, tunawachagua, tunampelekea, anawafadhili. Lakini ningependa kusema vile vile kwamba KCB Bank na NBC Bank wametenga fedha za kufadhili wanafunzi wanaosoma VETA na wakimaliza wanawafuatilia wanawasaidia kuingia kwenye ujasiriamali. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, nipende tu kusema, katika utekelezaji wa shughuli hizi sisi kama VETA tuna matarajio makubwa na tuna matarajio ambayo yanataka kulenga kwa wananchi wa Tanzania kuweza kuzidi kupata fursa, na malengo yetu ni sasa ni kuimarisha zaidi upatikanaji wa mafunzo kwa vijana na watu wazima, kukuza ubunifu na teknolojia na kuhakikisha elimu ya ufundi stadi inakuwa ni nguzo ya maendeleo ya viwanda na uchumi wa nchi yetu. VETA inalenga kuwa kitovu cha ubunifu chenye uwezo wa kulea vipaji na kuibua wabunifu watakaosaidia kuleta suluhisho kwa changamoto za jamii. Lakini pia tunaomba tuseme, wananchi waendelee kutuamini kama nguzo ya kuwajengea ujuzi na maarifa. Tunataka kuona vijana wakiwa na thamani ya mafunzo ya ufundi stadi, si kama chaguo la pili, bali kama njia sahihi ya kujenga maisha bora na kuchangia maendeleo ya taifa. Na tunaishukuru sana serikali kwa kutuwekea viongozi ambao wanaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba tunatoa na tunasimamia elimu ya ufundi stadi hapa nchini.